Naibu rais Kithure Kindiki sasa anasema ni heri kwa serikali kupoteza umaarufu wake kuliko kupoteza mwelekeo wa taifa. Kindiki aliwaongoza viongozi wanaoegemea upande wa serikali kwa zoezi la uwezeshaji katika maeneo bunge ya Kathiani na Mwingi ya kati, pia amewazomea viongozi wa upinzani na mabalozi wa nchi za kigeni wanaoonekana kushabikia maandamano yanayoendelezwa na vijana. Ameendelea kuonya kwamba serikali haitoruhusu matukio ya hivi majuzi kushuhudiwa tena must be accountable. Ni lazima tutengeneze sheria ambayo itatuelekeza vile tutafanya peaceful and unarmed processions and protests in our country. Kama kulinda maisha na mali ya wananchi itatugharimu umaarufu wetu na kura zetu zipungue, tuko tayari, huo umaarufu upungue, hiyo kura ipungue, na sisi tulinde Kenya isiwe na fujo, kwa sababu tumeona nchi zingine mahali zimeingia wakati zimeingia kwa fujo.